Mlivyo tutupa mkono eh, sitakuwa na nengu sana. Naomba eh nitakutambulisha eh, nimetambulisha ni mwasibu kwa jimbo letu eh. Kwa hivyo tunajiwa masibu wetu alikuwani pasa wetu eh, Paulo Sanga, tumisha Mungu basi, basi amepanda kule juu. Baada ya hapo, Bwana Yesu asifiwe sana Katibu wetu John Mabula kutoka pale AGGCI. hey, Kabale, nikuletee makamu makamu askofu makamu askofu uh, majina yangu naitwa Yohana uh, mwana wa Zakaria niko pale, pale, na Madi tunamtumikia Mungu pale. Nashukuru Mungu kwamba yeye ni mwema kuwakuta majirani zangu, hili kanisa ni jirani yangu. Basi kama alivyosema Katibu, ni mwaka wa askofu wa jimbo hili. Imempendeza Mungu kwa mimi ni muhasibu katika kanda yetu ya Ziwa Mashariki, nafasi hii nikamletee makao askofu wetu wa kanda ambaye naye atakuletea askofu wetu wa kanda. Karibu sana. Baba askofu makamu mkuu, katibu mkuu, eh, muhazidi wetu wa bodi alafu askofu wa wetu wa kanda masimu, maskofu wa majimbo na wachungaji na wana wa Mungu, kanisa la Bwana Nyamikoma, Mungu awabariki wa sana siku ya leo. Imempendeza Mungu tuwe hapa kwa ajili ya jambo moja tu ambalo ugeni wa kitaifa watalisemea. Bana Yesu asifiu sana. Niseme tu kwamba kama mlivyoona uongozi wetu wa jimbo la Magu, haya ni mabadiliko ya uongozi yaliyofanyika tarehe nane mwezi huu kuendelea. Bwana asifiwe sana. Basi kwa kuwa viongozi wetu wapo wa kitaifa, watayazungumza sana, hata na mimi kwenye mabadiliko hayo, basi nikateuliwa kuwa makamu askofu wa kanda yes. Kwa machina nami yeah. Ni mnanifahamu kanisa la Bwana yeah. Chungaji Elia Tito niko meatu ilikuwa yeah. Askofu wa jimbo, sasa ni msaidizi wa askofu yeah. wa kanda. Mungu awabariki sana. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe sasa askofu wetu Wakanda, niombe heshima yenu, msimame tunapomkaribisha Aleluya. <coughs> <coughs> Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wa mbinguni awabariki kwa nafasi ipende watambua viongozi wa jimbo jirani la, ma la Mwanza, mahali walipo wasimame, halafu tuwape dakika moja. Kwa majina yangu matatu, naitwa mchungaji Ernest Agustino Kipeta ni mwasi. Uh, mimi naitwa mchungaji Amos Fumbuka ni makao wa askofu wa Jimbo la Mwanza na niko Buswelu karibu na makao makuu ya Ilemela. Mungu wabariki. Hapa e, kuna mtamtamlisha baadaye kuna askofu wa Jimbo la Mwanza, yeye ameambatana na mke wake ambaye ni <coughs> Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. <coughs> Nawasalimia wote kwa jina la Yesu na kushukuru Mungu kukanyaga katika ardhi hii, na mimi ni mara yangu ya kwanza kufika mahali hapa, lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu We, wasalimu katika jina la Bwana Yesu Amen. I ni Askofu Dr. Elia Petro, ni Askofu wa jimbo letu la Mwanza, lakini itifaki imezingatiwa, kama unavyoona kuna wageni wa aina mbalimbali kama ulivyotambulishwa. Mimi naitwa Bishop Dr. Ruta. Niko Mwanza kanisa la AGGCI pale Manu Amen. jina la pale ni panaitwa machinjioni, sio kwa kuchinja watu, machinjio ya ng'ombe, mbuzi, kondoo. Tuko mahali hapa kwa ajili ya tukio muhimu sana ambayo imetuleta hapa, na kama ulivyoona itifaki imezingatiwa, inayo nafasi hii kwa kuwa tuna viongozi wetu wa kitaifa, niweze kuleta kwenu mwasibu wa wadhamini Tanzania. Ndugu yetu hapo kiongozi, kwa majina naitwa Benson John Kitonga ni mchungaji wa kanisa la Bugando Amen. Pale alipokuwa anachunga mzee ma mahende Bugando Ndio. Mchungaji aliyekaa mimi naye simama mbele yako ni mdhamini wa bodi ya wadhamini wa kanisa. Kwa hiyo nimemsindikiza kiongozi wangu wa ngazi ya kitaifa, katibu wetu mkuu yeye atakuwa msemaji kwa salamu nyingi za kutoka kwa baba yetu Askofu Mkuu. Karibuni sana, Mungu a wa wabariki. Kwanza viongozi majimbo, majimbo mawili, nimekuwa na furaha kubwa, na ninasikia ndugu yangu hapa, yeye anasema ni mara ya kwanza kabisa katika maeneo haya Amen. na ukisikia kitu cha namna hiyo unajia mimi kama mchungaji wa kanisa hili ninamshukuru Mungu sana kwa ujio wa viongozi wetu wa kitaifa kabisa. Lakini nataka tulimlete mkuu wetu katibu mkuu, ambaye ana ujumbe maalum kwa ajili ya siku ya leo, ili kusudi amalize ujumbe wake ambao Bwana amemtuma kuleta na pia ametumwa na askofu wetu mkuu. Yeye ndiye msemaji mkuu leo. Nashukuru pia kwa mama pale, yaani kutuvumilia kukaa muda mpaka huu. Mungu akubariki sana. Amen. Hayo machache. Basi kwa nafasi hii hebu nilete mkuu. Yesu asifiwe Nyamikoma, Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! <tiple> <Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. tiple> Kama alivyosema mwekazi na wetu wa bodi ya udhamini kwamba shetani atakona kirani yako Nyamikoma ni kituo cha kumkomesha shetani.